Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza, na unaingia barabarani unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura, sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hao wananchi Kwa sababu huo ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja, kwamba wananchi wote ni Chadema. Wako wa vyama vingine, wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hawa ah, wananchi wanaokwenda kupiga kura. Unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu uko barabarani, utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani, tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hao wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halitawezekana na sio rahisi.